Kuna yale matukio ambayo yanatokea duniani kote na anakuja kubeba historia kubwa zaidi kwa kile ambacho kinaweza kutokea. Miongoni mwa matukio hayo ni Victory Day, siku ya ushindi ambayo inafanyika huko Urusi. Sasa katika siku hiyo ya ushindi, kumekuja na stori nyingi sana zinazomuhusu Captain Ibrahim Traore, ambapo ni miongoni mwa marais walioweza kushiriki siku hiyo ya ushindi huko nchini Urusi. Sasa swali linakuja. Ni gumzo gani ambayo limeweza kuzuka kutokana na hicho ambacho kimeweza kutokea kwa Kapteni Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso. Mimi nimekuja hapa kukujuza kwa kile ambacho kiliweza kuendelea siku ya ushindi huko Urusi, Victory Day. Ni Ijumaa ya Mei 9 mwaka 2025. Ni siku ambayo inaenda kuadhimishwa siku ya ushindi duniani. Na hiyo siku inafanyika katika taifa la Urusi chini ya rais wake Vladimir Putin. Waliweza kuongea mambo moja mbili tatu kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye tukio maalum ambayo linaenda kufanyika huko Urusi ikiwemo tukio la kuweza kuwasha moto wa milele ambao moto utawaka moja kwa moja. Sasa miongoni mwa marais ambao wameweza kuleta historia na kuweza kuweka matukio makubwa zaidi kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea ni rais wa mpito wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore. Hivi siku za karibuni Captain Ibrahim Traore alisemekana kwamba yuko kwenye majaribu makubwa zaidi ya kuweza kutafutwa na watu wabaya, ili mradi aweze kuuawa. Sasa ameenda Urusi akiwa na ndege ya kwake binafsi. Halafu nyuma akiwa ameongozana na jemba nne za kijeshi. Alikuwa na walinzi wake wa nne. Sasa kitu ambacho watu waliweza kushangaa zaidi ni kwamba hakuwa yeye peke yake kwenye ile ndege bali alikuwa na hao wanajeshi waliomlinda kama walinzi wake. Alafu kingine, wamevaa kama yeye alivyovalia, kama unavyotizama kwenye picha hapo inavyoonekana. Alafu sasa, kwenye mkono wake wa kulia, kama kawaida, kuna mguu wa kuku, muda wowote ukikiwasha na yeye anakuwasha moto, wakati anatoka Burkina Faso hadi kuelekea Urusi alikuwa ameongozana pia na ndege zingine ambazo zilikuwa zinamrinda. Hii moja kwa moja inaonyesha kwamba Urusi na Burkina Faso ni miongoni mwa mataifa ambayo yanashirikiana na yameamua kumpa sapoti Captain Ibrahim Traore ili kuweza kupita vizuri kwa yale mambo ambayo yanaendelea, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakimwandama kwa kile ambacho kinatokea, ili mradi waweze kumpoteza waweze kumuua. Sasa matukio makubwa zaidi ambayo yameweza kutokea katika siku ya furaha duniani Yani, the day of victory ambapo imeweza kufanyika huko Urusi ikiwa imehudhuriwa na viongozi mbalimbali. Kapten Ibrahim Traore ni miongoni mwa marais ambao walimulikwa zaidi na kamera zile. Kitu cha kwanza ambacho kiliwashangaza watu wengi ni namna alivyoweza kuingia. Kapten Ibrahim Traore alikuja na ndege yake binafsi na alivyoshuka, alishuka na wanajeshi ambao wamevaa kama alivyovalia Kapten Ibrahim Traore. Na baada ya hapo alichozungumza na Vladimir Putin ni kitu kimoja tu. Waliweza kusalimiana na kushikana mkono. Baada ya hapo, Kapten Ibrahim Traore alifata mambo yake na Vladimir Putin aliendelea kuongoza kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Sasa kile ambacho kiliweza kutokea ni kwamba Rais wa Burkina Faso, Kapten Ibrahim Traore, ameonekana ni kuwa miongoni mwa marais ambao wanatikisa zaidi na ameonekana akiwa ni tishio kubwa zaidi kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Rais wa mpito wa Burkina Faso miaka kadhaa nyuma ampitia jeshi hadi sasa hivi ni mwanajeshi pia, kwa kile ambacho anakifanya, yuko kwenye uzoefu wako na pia anajiweza kujilinda kwa kile ambacho kinaendelea, japo bado analindwa na walinzi wengine na wanajeshi wengine, lakini yeye kama yeye anajiweza kwa asilimia tisini na tano. Kwa nini nazungumza hivi? Mara ya kwanza, kuna tukio kubwa ambalo lilitokea kuhusiana na rais wa mpito Burkina Faso. Hapa namzungumzia Captain Ibrahim Traore kuweza kutaka kupinduliwa madarakani na wanaosemekana kuwa ni miongoni mwa wanajeshi waliofanya kazi miaka kadhaa nyuma katika jeshi la Burkina Faso. Sasa kile ambacho kilikuwa kinaendelea ni kwamba moja kwa moja rais wa mpito wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore alitakiwa ashushe kwenye madaraka, yaani atolewe katika ile engo aliyoko kwa sasa na aweze kuwekwa mtu mwingine, lakini yale mapinduzi ambayo yalitaka kufanywa na hao wanajeshi wawili, mmoja akisemekana ametokea Amerika na mwingine ametokea cordovoir yaliweza kugonga mwamba, kwa sababu jeshi la Burkina Faso liliweza kusimamia kwa uhakika kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea na kuweza kuwadhibiti wale wote ambao walikuwa kani na njama mbovu ya kuweza kumpindua madarakani na kuweza kupoteza uhai wa Captain Ibrahim Traore. Udhibiti wa hali ya juu uliofanywa na jeshi la Burkina Faso chini ya Captain Ibrahim Traore umeweza kusababisha wale wote ambao walitaka kumwandama kwa kile kitu ambacho walitaka kufanya kuweza kupoteza uhai wake, kushindwa, na ndio maana siku ya leo the Victory Day ambayo inafanyika huko Urusi kwa Vladimir Putin ni kitu ambacho wameweza kwenda na ulinzi mkali zaidi, kwa sababu maadui wako wengi kila kona na maadui hawawezi kumwacha mtu, na ndo maana wakati kapteni Ibrahim Traore amefunga safari kutoka Burkina Faso kuelekea Urusi, aliongozana na ndege nyingine, achana na private jet aliyopanda yeye, lakini pia kulikuwa na ndege zingine ambazo zilikuwa zinamlinda upande wa kulia na upande wa kushoto, ili mradi kuhakikisha usalama wote unaendelea. Tukio ambalo limewaacha watu wakiwa na shangaa zaidi ni tukio la Ibrahim Traore pamoja na walinzi wake, alafu mguu wa kuku ukiwa kwenye upande wa kulia. Wale walinzi wake wameonekana wamevaa kama alivyovaa Captain Ibrahim Traore, na sio mara nyingi sana unaweza unaeza kumuona Captain Ibrahim Traore na wale walinzi wake wakiwa wamevalia sare kama hivyo. Lazima kuna kitu kimoja kitabadilika, lakini cha ajabu leo sasa Kapteni Ibrahim Traore amefunga safari na walinzi wake wanne, huku wote wakiwa wamevalia kama yeye alivyovalia. Tofauti iliyoko ni kwenye maski, kuna baadhi wengine wamefunika hadi sura zao zisionekane, lakini wengine wameamua kuacha wazi kama alivyo Kapteni Ibrahim Traore. Na kitu kingine ambacho inaonekana kipo thabiti kwake ni kwamba silaha haiwezi ikatoka kwenye mikono yake muda wote, ukiamua kukiwasha ama kufanya jambo lolote lile basi Kapten Ibrahim Traore atakuangamiza mara moja. Ni kipi ambacho kitaendelea kujiri kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Kapten Ibrahim Traore, kwamba watu wanataka wampindue madarakani? Swali linakuja, je, wataweza kweli? Mimi mm na mashaka kwa hilo, lakini chini ya usimamizi wa Kapten Ibrahim Traore na Burkina Faso ikiwa kwenye mikono salama na miongoni mwa marais ambao wanapendwa zaidi Afrika, na akiwa na msimamo thabiti kwa hiki ambacho kinaendelea, basi Mungu aweze kumuongoza zaidi. Mimi follow pale Instagram, utakuwa umechisha kinoma kinumanuma, na pia niandikie kupitia comment section, ni hapo Captain Ibrahim Traore ni rais wa namna gani? Mungu aendelee kumlinda ili mradi aweze kuepushwa na maadui wanaotaka kumpindua madarakani.